Ziara ya rais inaendelea siku ya leo, ambapo kwa siku ya pili sasa rais William Ruto anaendelea na ziara yake katika kaunti ya Nairobi kwenye pilikapilika za kuzindua miradi ya serikali. Baada ya kuzuru eneo bunge la Kamukunji jana, rais leo anazuru eneo bunge la Mathare kuzindua ujenzi wa bweni la wanafunzi katika shule ya St Teresa. Rais kadhalika anatarajiwa kuweka msingi wa ujenzi wa jumla ya madarasa kumi na mawili katika shule ya msingi ya Mabatini kabla ya kuzuru eneo la ujenzi wa nyumba za bei nafuu Madhare. Naenda kuanzisha Technical Training College ya Madhare ambayo itakarimu serikali milioni mia moja kuhakikisha ya kwamba vijana wa Madhare vile vijana wa sehemu zingine wanapata nafasi ya kwenda kwa Technical Training College, pia vijana wa Madhare wapate nafasi ya kusoma ufundi teknolojia. Ndiyo Madhare ijumuishwe na Kenya ingine katika safari ya kwenda mbele. Madhare hoye, rais amekuja hapa ni kwa sababu ya elimu ya watoto wa Madhare. Elimu ndiyo itawazawazisha watoto wetu wote wa Kenya ili tuwe taifa nzuri. Kitu ya pili ambayo imeleta rais hapa ni kuhakikisha kwamba hii Kenya yetu mambo ya maendeleo imechukua nafasi ya kwanza kabla ya mambo ya siasa. Tunataka Nairobi ambayo tutaungana sisi wote, hakuna shida ya mkikuyu tofauti na ya mjaluo hakuna njaa ya Mkamba tofauti na ya Mkisi. Tubaki kitu kimoja kama watu wa Nairobi. Wangapi mnakubaliana? Ya mwisho ya mwisho, najua mavijana wengi wako kwa dimanga, sindo hiyo? Na mavijana, tunahitaji kazi. Mumesikia mdosi amesemaje? Wengine elfu ishirini.